Elimu kwa maana yake ni mchakato unaohusisha mtu kupata ujuzi na maarifa, maadili na mtizamo. Sasa kwenye taifa letu tumekosa twete sana kwenye ujuzi na maarifa, hatuangalii maadili na mtizamo, attitude za watu, na hii ndio inayotupa shida, amesema Mheshimiwa mbunge aliyotoka. Hii inatupa shida mtu kufikiri kwamba akipata elimu lazima ajiriwe, akipata elimu lazima apate kazi. Sasa hii iko kwenye package yako na kwenye hii sera ya elfu mbili 14 toleo la 2023, wewe kama wizara ndio msimamizi wa uendeshaji wa elimu katika nchi hii. Sasa tunatamani tuone wizara inasema nini katika swala linalohusu maadili na linalohusu mtizamo. Tunawajengeaje watoto wetu mtizamo chanya, kwamba elimu ni nini? tunawajengeaje watoto wetu maadili chanya, hata wakipata kazi waweze kuwa na tija kama ambavyo sera yenyewe inasema. Mheshimiwa Waziri wa Elimu, zipo changamoto kwenye mifumo yetu ya elimu. Kwanza katika usimamizi, lazima tukubaliane kwamba elimu kama mchakato wa kupata ujuzi, maarifa, maadili na mtizamo unahusisha mfumo ulio rasmi ambao wewe unausimamia wa shule, lakini na mfumo usio rasmi tunategemea watoto hao wapate maadili kutoka kwenye vyombo na taasisi zingine pia, lakini leo hii mfumo wa elimu umechukua muda mrefu kwa mtoto wetu, watoto hawana muda na vipindi vingine, hatuwaachii hatuna zile taratibu nzuri za kuwaachia, ili kuruhusu taasisi nyingine zipate muda wa kupandikiza kitu kwa hawa watoto wetu, ikiwemo taasisi za kidini. Leo hii watoto tukiwa likizo wanakwenda tuition wakiwa shuleni Jumamosi na Jumapili wanakwenda tuition, makanisa hayapati muda wa kuwafundisha watoto imani zilizo sahihi, misikiti haipati muda wa kuwafundisha watoto imani zilizo sahihi. Azeli zote tunapata wasomi ambao wanafikiria ili akae kwenye che, cheo lazima aloge, ili akae sijui kwenye nafasi ya biashara lazima afanye mambo ya kikatili. Kwa hiyo lazima sasa wizara el, ya elimu ituletee ratiba na mtuambie. Alisema mheshimiwa Naodha kwamba mtoto naye akifundishwa sana sana, inaonekana pia pia hawezi kuelewa, unamletea problem ya, ya, ya, ya afya ya akili. Kwa hiyo kuna wakati lazima tukubaliane, watoto wanatakiwa sasa wakajifunze masomo ya darasani, na wakati huu tuwaachie wafanye masomo mengine, ili kuwajengea mtizamo, kuwajengea maadili. Mheshimiwa Waziri wa Elimu, lazima tukubaliane, kuna informal education tuliokuwa tunapata zilizokuwa nzuri tulizipata kwenye unyago wakati huo. Leo hii katika mfumo wa elimu ambao tunakaaza wote, watoto wetu wanapata mafunzo yale ya kujitambua kama mama, kujitambua kama baba, kujua wajibu wake. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana msemaji anayezungumza sasa hivi, na hasa anaposema kwamba tuangalie elimu zinazotoka kwenye maeneo mengine kama dini zifundishwe lakini nimtahadharishe kwamba sio dini zote zinazotoa maarifa yanayofaa kwa watoto. Mfano, kuna mtu anasema kabisa yeye anakwenda pale kwenye kanisa au sijui sehemu ya dini, anasema yeye ni Mungu. Sasa dini hizi pia tuangalie, dini gani zinafaa kwa watoto wetu. Asante.